Unatakiwa uwe na mke ana sifa sita, mnanielewa? Sifa ngapi? Sita. Halafu mwanamke mwingine, huyo mwanamke ana sifa sita, alafu awe na sifa zingine tatu, zimekuwa ngapi? Halafu huyo mwanamke awe na sifa zingine mbili, zimekuwa ngapi? Kumi na moja. Akipata hizo sifa, ukitoa talaka unatakiwa ukapimwe akili, huna si mzima wewe, wewe ni mwenda wazimu, unanielewa Sifatu halula sifa ya kwanza ya mke, lazima awe mtiifu taa, awe ni mwanamke anamtii mumewe, nanielewa. Na lazima nyinyi wasomaji mjue maana ya kutii. Kutii ndo nini? Mke kumtii mume ni hivi, kitu chochote huyu mume atakachomuamrisha mkewe madhali hamwamrishi kutenda dhambi, hata kama mke hakipendi vipi, anatakiwa kufanya. Upande wa pili mume akimkataza mwanamke wake mkewe kitu chochote kile, madhali hamkatazi jambo la Mungu, sio huyu mwanamke, hata kama analitaka vipi lile jambo, awache. Mnaelewa hivyo? ukiwa na mwanamke hivyo utakachomuamrisha hata kama hakipendi, madhali sio amri ya madhambi, anatekeleza. Utakachomkataza hata kama anakitaka vipi, madhali humkatazi jambo la Mungu. Humwambii wewe usifunge swaumu ya Ramadhani, humwambii wewe usizali, au ya sio yale ya Mungu, humkatazi unamkataza usioyataka wewe, hata kama anapenda vipi kuyafanya, awache. Huyo mke ndio mtiifu, nanielewa. Uwe na mke kama huyo. Mimi sijui kama unaye huyo, sijui. Lakini la kwanza ni hilo. Namba mbili, namba mbili uwe naye mke Kanaatun, ni mwanamke ambaye anajua kwa huyu mwanamume nitapata atakachopata na sio nitakachotaka, kwa sababu zitapita mara nyingi sana yule mke anataka mambo hayapo, au sio? Awe nazo akili yule mwanamke, ajue hata wewe mume kuna vitu vingi unataka na huna Kwani we mume, kuna mambo yote unapata wewe mume mwenyewe, yote unatakayo unapata? Leo unataka mchana wa leo ule ugali safi na na, na, na na mkundaji na kolekole kole, au kuku safi, umeambulia kuleta nyumbani ulichokipata ni miguu ya kuku. Ulitaka si umezidiwa tu? Na hali mwanamke ajue kwamba na huyu mwanamume ni mtu hapati kila anachotaka, na mimi ndo nimekuja chini yake sasa mimi, kwa huyu ntapata atakachopata na sio nitakachotaka.